Na hii kwenye zaka nitagusia kidogo. Imekuwa mtihani mkubwa sasa hivi <coughs> hata na sisi tunakuwa viongozi, viongozi ni mas'ulu masulun indallah. Waislamu hatu, hatuzungumzii kabisa masala ya zaka, ni makosa na tunacho, tunayo kesi ya kujibu kwa Mungu. Zaka mwislamu mu lazima utoe zaka. Yupi? Yule aliyokamilisha sharti, miongoni mwa sharti ya zaka kukamilisha kiwango. Kiwango ki kiwango kiwango ni kama nini? Mtu mwenye kumiliki kwa sasa milioni moja ambayo mwaka mzima imekaa akaunti hajaigusa, huyo ana lazima kuitolea zaka hiyo kwenye akaunti yako, kama kuna milioni moja au kwenye kibubu umeficha. Make wengine waweki hela mabenki, eh, wanaficha kwenye vibubu. Milioni imekaa inapumua tu, hujaigusa, na maisha yako yanakwenda kama kawaida, unakula, unalala, unafanya mambo mengine, maisha yako mazuri, na ile milioni ipo tu, iko imelala ku ii lazima uitolee zaka tuli, umenisikia vizuri eh? Lazima utoe robo ya fungu la kumi, robo ya fungu la kumi nayo ni bei gani? elfu ishirini na tano elfu hela ndogo tu. Yaani, mwaka mzima una milioni yako umeitupa tamu, uigusi. Tunakwambia, ukifika tarehe kama ile ulioanza kuiweka ilokamilika ile, tupe ishirini na tano ya Mungu, toa ishirini na tano hapo sasa. Umeweka milioni mbili, bei gani? Milioni tatu, milioni nne, eh? Ndani ya milioni nne tunataka laki yetu Milioni kumi, milioni kumi bei gani eh? laki mbili na nusu ndani ya milioni kumi, lete laki mbili na nusu. Usipofanya hivyo dhambi unapata. Na ajabu leo mashehe sisi hatuzungumzi, nikiwemo na mimi, sisi tunazungumzia ugomvi wetu mwezi maulidi nini kingine, hitima kingine, tarakini kingine, ndevu, kanzu, kata hukuburuza, mambo ya kawaida kabisa. Mambo ya msingi aliyotuambia Mungu tupambane nayo hatuna. Tunayo kesi ya kujibu.